Mugirango kaskazini katika kaunti ya Nyamira wamelalamikia ukosefu wa sare, mipira na viwanja kama changamoto kubwa katika safari yao ya kukuza talanta ya michezo. Wakizungumza katika uga wa shule ya msingi ya Ikonge walipopokezwa sare na mipira ya kandanda na mashi, eh, na, na mhasani mmoja, vijana hao wametaja mchezo kuwa njia mwafaka ya kujichumia riziki na kujiepusha na hulka mbaya, aidha uhalifu na matumizi wa dawa za kulevya. Vijana hao wametoa changamoto kwa serikali ya kaunti hiyo a idara ya vijana na michezo kusaidia kukamilisha miradi ya vijana iliyokwama na kuweka bajeti ya kununua vifaa ili kuinua sekta ya michezo katika kaunti. So, ningependa kusihi viongozi wa kaunti, kuna bajeti ambayo inaandikwa kila mwaka, waweze kututengea si vijana angalau hela kidogo, pia si tuweze kukua na vifaa vyote vya mpira, kwa mfano neti, viatu pia na goal post ziweze kuwekwa za standard ambazo haziwezi umiza mchezaji tunapocheza uwanjani. Kupitia ile wizara ya sports, waweze kutengeneza viwanja hasa zile zi ambazo zilikuwa zimeanza kutengenezwa ya Manga na ile ya Nyamaya, ndio tuweze kupata mahali pazuri pa vijana wetu kukuza talanta. Unajua vijana wengi sasa hivi wamejiingisha katika mambo na uhalifu wa kufanya vitu mbaya mbaya, na wanapopata wanapo ufadhili kama huu vijana wanapata kuingia kwa uwanja ili kuweza kufanya vitu ambavyo vinaweza kuwasaidia katika maisha yao. Waangalie vijana wawasaidie, wakati wamewasaidia hao vijana, utapata wengine wameenda mbele, wameenda Division 2 Division 1 mpaka wameenda paka Premier League.